Mungu <tisitulisa> <tisitulisa> <tisitulisa> <tisitulisa> Leo tumefanya mafunzo ya siku mbili kwa wate, wasimamizi wa vituo pamoja na wasimamizi wasaidizi wa vituo wenye jumla ya wasimamizi 920 ambapo tuna vituo 295 katika kata ishirini na mbili. Lakini lengo la semina yetu kuu ilikuwa ni kuwasisitiza wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wa vituo kuzingatia sheria, maelekezo na kanuni katika zoezi hili. Lakini pia tumewasisitiza kuzingatia, kushirikiana, washirikiane katika zoezi zima la uchaguzi, ili kuepuka malalamiko na wao kuwa vyanzo vya malalamiko. Kwa hiyo, washirikiane vizuri na mawakala pamoja na watu wa vyama vya siasa, ili zoezi liweze kuwa huru, lakini liweze kuleta tija iliyokusudiwa. Lakini pia tumewasisitiza wahakikishe kwamba wanafika kwenye vituo vyao mapema na vituo vifunguliwe mapema, ili wananchi wanapofika basi wakute tayari maandalizi yameshakamilika na tunatarajia vifungo vituo vyetu viwe vimefunguliwa kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa kumi kamili jioni. Kwa leo hii tumeshapokea maelekezo na ametupa maelekezo maalum ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza zoezi hili la usimamizi kwa wananchi ambao wanatakiwa kupiga kura, na tunaahidi kuwa tutasimamia kwa uadilifu uaminifu na kimsingi, tumesisitizwa zaidi kwenye kuhakikisha tunatunza siri. Tutahakikisha tunatoa huduma nzuri kwa watakaojitokeza kupiga kura na kushirikiana na wananchi katika maeneo yote ambayo tuliopangiwa kwa uadilifu mkubwa na uaminifu mkubwa. Pale ambapo atakuja mteja ambaye anakuja kupiga kura, tutampa maelekezo ya kutosha, tutamhudumia kama Mtanzania na kumsaidia pale ambapo anataka msaada. Tumepokea maelekezo na tutakwenda kuyafanyia kazi vizuri, na tutajitahidi au kuweza kusimamia vizuri ili kuepuka migogoro na kusimamia uchaguzi, kusimamia wanaopiga kura waweze kupiga kura katika amani, na zoezi letu liende salama, na tunaamini tutafanya kazi vizuri kama tulivyoelekezwa na wakuu wetu.